aya ya 13 hadi ya 25, na, na somo la injili linatoka katika injili iliyoandikwa na Yohane sura ya 13 aya ya 16 hadi ya 20. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili iliyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia wanafunzi wake: Amin amin, nawaambia ninyi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 Taifa la Mungu, karibuni tusikilize na kutafakari pamoja ujumbe katika somo la injili tulilolisikia, ambapo somo la Injili ya leo linatutafakarisha juu ya fadhila ya upendo kwa wote, yaani tunaalikwa kuwa na upendo katika kumtumikia Mungu kupitia watu wake. Tuanze kwa kujua nini maana ya upendo. Kwa kadiri ya Katekisimu ya Kanisa Katoliki, upendo ni fadhila ya kimungu inayotuwezesha kumpenda Mungu kuliko vitu vyote kwa ajili yake mwenyewe na jirani kama sisi wenyewe kwa ajili ya mapendo ya Mungu. Na kwa kuwa fadhila hii ni ya kimungu, basi tunahitaji neema ya Mungu katika kutafakari na kuishi vema fadhila hii ipasavyo. Ndugu zangu, sehemu ya Injili tuliyoisikia ni mwendelezo wa mafundisho ya Yesu kwa mitume wake. Ni katika siku ya karamu ya mwisho ambapo Yesu alifanya tendo la kuwaosha miguu mitume wake. Yesu anawafundisha mitume wake na kuwapa mfano kwa matendo yake akiwaalika nao watende vile vile kama tusomavyo katika injili ya Yohane sura ya kumi na tatu aya ya kumi na tano kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama nilivyowatendea nanyi mtende vivyo katika somo la leo Yesu anazidi kusisitiza juu ya fadhila hii ya upendo kwa Mungu kupitia watu wanaotuzunguka bila kujali tofauti zetu za kibinadamu kama jinsia umri au rika, utajiri, umaskini, ukabila, udini, utaifa, ukuu katika madaraka, yani uongozi na utawala, na tofauti nyingine nyingi katika maisha yetu kama Wakristo. Zaidi sana injili ya leo inatualika kutanguliza ubinadamu wetu mbele ya Mungu, tukitambua ya kuwa yeye ndiye aliyetuumba na sote tu mali yake kama tunavyosoma katika Zaburi ya mia moja aya ya tatu Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Yesu aliwaita mitume 12 miongoni mwao ni Yuda Iskariote, yule mwenye kumsaliti haina maana kuwa Yesu alimuita Yuda Iskariote katika mitume wake bila kujua. Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 11 inathibitisha hili tunaposoma, kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti. Ndiyo maana alisema, si nyote mlio safi. Bali Yesu alifanya kusudi ili mapenzi ya Mungu kumkomboa mwanadamu yapate kutimia, kama tusomavyo katika Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 18: sisemi habari za ninyi nyote, na wajua wale niliowachagua, lakini andiko lipate kutimizwa, aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Anayesema hayo kabla hayajatukia, ili wapate kumwamini. Kwa hivyo Yesu anawafundisha mitume wake kukubali na kutimiza mapenzi ya Mungu. Ndivyo anavyotualika leo kuwapokea watu wote bila kujali udhaifu, urafiki, undugu, hata wadui, bali kwa upendo tuwakubali, tuwasaidie na tuwatumikie wote, tukitambua ni kupitia katika wahitaji, waliokataliwa na waliotengwa tunapata nafasi ya kumshukuru Mungu kwa neema anazotujalia, na ni katika hao tunamshuhudia na kumtumikia Mungu kama tunavyosoma katika Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya 20: Amin amin nawaambieni, yeye ampokeaye mtu yeyote nimpelekaye anipokea mimi, naye anipokeaye mimi ampokea yeye aliyenipeleka. Ndugu zangu, kama Mungu alivyotujalie wote karama nyingi, kila mmoja kwa namna tofauti, ni kadiri hiyo hiyo tunalo deni la kumshukuru Mungu kwa kufaidiana sisi kwa sisi. Nawaalika tujitafakari ni jinsi gani tunawaongoza na kuwatumikia vema kwa upendo wale wote tuliokabidhiwa, ikiwa ni nyumbani, ofisini shuleni jumuiyani, kanisani, hospitalini na katika majukumu mengine. Ni kweli watu tunaokutana nao wanaonja upendo wa Kristo? Na kwa namna ya kipekee sisi kama Wakristo, kristo, Kristo aliye kielelezo chetu alijitoa hata kufa msalabani. Ni yeye ambaye kwa damu yake tumepata ukombozi. Tujitafakari vizuri ni kweli tunawashirikisha wengine upendo wa thamani kwa njia ya majitoleo yetu. Katika Injili ya Mathayo sura ya ishirini na mbili aya ya thelathini na sita, mmoja mmojawapo wa mafarisayo alimuuliza Yesu akimjaribu, ni amri ipi iliyo kuu? Na Yesu akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Wapendwa, kwa nguvu zetu wenyewe mara kadhaa tumeshindwa kutimiza vyema wajibu huu wa kumpenda Mungu na jirani zetu kama ipasavyo. Tumwombe Mungu atuimarishe kwa pale tulipopungukiwa katika kuishi vyema fadhila hii ya upendo, ili kupitia upendo huo tuweze kumjua Mungu, tuweze kumpenda Mungu na pia tuweze kumtumikia Mungu, na mwisho tupate kufika kwake juu mbinguni.